Mimi naitwa Hezekia Wenje, mimi ni mtoto mdogo kabisa hapa CCM, nina wiki tatu tu, lakini mheshimiwa mwenyekiti, siri nilionayo ni kwamba huko zamani nilikuwa kijana wa UVCCM, huwa natunzaga siri, sijaiga kusema. Sasa leo leo sitaki kukera majirani, jana niliwakera sana, bado wanalia Kongoja, leo niende nao taratibu kidogo, sisimye Mheshimiwa mwenyekiti na mgombea wetu hapa duniani, kuna toka umeingia madarakani umeonyesha kitu kinaitwa leadership. Sasa mimi leo, kuna dada moja wa Nigeria anaitwa Chimamanda Ngozi alienda kutoa mwadhara chuoni sehemu, akatoa mwadhara ikiwa titled the dangers of a single story, yani hatari ya taarifa ya upande mmoja. Sasa mimi jioni ya leo nimekuja kutoa taarifa ya upande mwingine ili watu wasiwe, wasiishi nchi hii na taarifa ya upande mmoja, lazima watu wasikilize taarifa ya upande mwingine. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, juzi hapa alifariki kule Marekani, alifariki mtu anaitwa Charlie Kirk ni mwanaharakati wa chama cha Republican. Rais Trump alipoenda kwenye ule msiba, alipozungumza akasema tofauti yake kubwa na Charlie Kirk ni kwamba Charlie Kirk ana uwezo wa kuzungumza na wapinzani wake, watu wanaotofautiana sera na mawazo. Yeye Trump akasema, mimi nawachukia sana wapinzani wangu ambao ni Democrats, alisema kwenye msiba wa Charlie Kirk. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe, wewe umeonyesha leadership ulipoingia madarakani ukaamua kuwa kiongozi anayekaa na watu mpaka wale wanaompinga, na ndio maana sisi tukiwa CHADEMA ulituita kwenye kitu kinaitwa maridhiano, tuje tukae tuzungumze. Leo wametengeneza stori ya upande mmoja kwenye mitandao ya kijamii propaganda kubwa kwamba nchi yetu haiongozwi kidemokrasia. Leo mheshimiwa mwenyekiti, wametengeneza propaganda ya upande mmoja. Mimi niko hapa kusema stori ya upande mwingine ninaujua mimi kuhusu demokrasia ulivyoishikilia katika nchi yetu. Iko hivi, mwenyekiti, ulipoingia madarakani watanzania wote wanajua pasipo shaka yoyote, kulikuwa kuna mikutano ya hadhara. Wewe ukaruhusu mikutano ya hadhara, tukakutukana sana kwenye hiyo mikutano. Au kutufungia? mpaka leo mikutano inafanyika. Ulipoingia madarakani nchi hii kulikuwa kuna maandamano, ilipigwa na marufuku. Ukaturuhusu, tukaandamana nchi nzima. Ulipoingia madarakani Chadema huko, chama changu cha zamani, tulikuwa na kesi mia nne na kumi na tisa kutokana na maridhiano ulipokubali kukaa na sisi watu kutu, wa, watu tunaokutukana, ukatupa uka meza, tukazungumza. Kesi mia nne kumi na saba zilifutwa kati ya kesi mia nne kumi na tisa Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, mwenyekiti wa Chadema yeye mwenyewe alikiri kwamba alikuwa na kesi saba, sita za kwake binafsi zote zilifutwa pasipo masharti yoyote. Hivi demokrasia ni nini? Mimi baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini mimi nilikimbia nchi, mjumbe wa kamati kuu wa Chadema Lema alikimbia nchi, mwenyekiti wao Lissu alikimbia kaenda Belgium. Mheshimiwa mwenyekiti, uliruhusu turudi nchi, ukatufutia kesi, tukarudi bila masharti. Hivi demokrasia ni nini? Mheshimiwa mwenyekiti, ndio maana narudia kwamba mimi nimekuja hapa kusema stori ya upande wa pili ili kuzuia propaganda hii ya upande mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukaunda kitu kinaitwa task force iliyoongozwa iliyoongozwa na profesa profesa Mkandala. Task force, sisi kwenye task force tukapeleka mambo tuliyokuwa nataka kwenye kurekebisha sheria ibara kadhaa kwenye sheria ya uchaguzi. Sisi tulitaka wakurugenzi wa halmashauri wasisimamie kura uchaguzi katika majimbo yote, hiyo ilienda ikaondolewa. Tulikuwa tunataka hiyo. Sisi tulikuwa tunataka mtu atakiwa, mgombea peke yake asipite bila kupingwa, apigiwe kura, hiyo ilibadilishwa lakini sisi bado tukakataa uchaguzi. Sasa kuna hii propaganda inasema upande mmoja kwamba serikali ndio imezuia chama changu cha zamani Chadema kushiriki uchaguzi. Mimi nimekuja Zanzibar kwaelezeni ukweli, ukweli niliyousema kwenye mikoa yote kwenye ziara tulikopita, na nyie Wazanzibari mna wajibu na mna haki ya kujua ukweli, kwa nini sisi tulikimbia uchaguzi. Sisimuaye iko hivi, sisi tulikaa kwenye chama. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu wa zaidi ya miaka kumi na tano tulikaa tukaangalia hali ilivyo. Hatukuwa na maandalizi hata kidogo, hatukuwa na fedha iliyotunzwa popote uchaguzi, hata shilingi milioni ishirini tu hatukuwa nayo. Mgombe wetu urais <laughs> hakuwa na uwezo hata wa kutafuta milioni mia ya uchaguzi, huyo aliyekuwa anatarajiwa kwamba aenda gombee sasa kwa mazingira hayo, sisi tulikaa tukasema, namna peke yake ya kuzuia hii aibu sisi tuseme tunataka no reforms no election. Hakuna mtu aliyetuzuia uchaguzi, tulikataa sisi wenyewe, tuliangalia hali ilikuwa ni ngumu kwa sisi, tulijitoa wenyewe, na ndio maana Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilituandikia barua ikitaka chama chetu cha zamani kiende kwenye tume ya taifa uchaguzi wakasaini fomu ya maadili, kwa sababu uchaguzi ni suala la kisheria, ina sheria inayoongoza watu waende wasaini fomu ya maadili. Si tulikataa. Katibu mkuu wetu wa zamani kwenye hicho chama John Mnyika wakashauriana na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu wakasema wewe usiende. Hatukuzuiwa na mtu yoyote kwa Chadema kutushiriki uchaguzi. Hakuna mtu, hakuna serikali, hakuna taasisi iliyowazuia. Walikubaliana wenyewe na wakapeleka kwenye vikao vya chama mpaka kwenye mkutano mkuu tarehe ishirini na moja Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano Mlimani City Dar es Salaam, na tukajitoa rasmi kwenye uchaguzi CCM. Kwa hiyo mtu asije ukadanganya, na mwisho nawambieni ndugu zangu na Watanzania mnaonisikiliza, hakuna nchi hata moja duniani yenye mfumo wa uchaguzi ambao ni waterproof Aipo leo, Marekani na huu ndio ukweli. Uchaguzi ulifanyika mwaka elfu mbili na ishirini mpaka leo yupo mtu Marekani anaamini aliibiwa uchaguzi elfu mbili na ishirini. Mpaka leo wanaamini kwamba waliibiwa uchaguzi And that is America, na katiba yao yote. Kwa hakuna nchi hata moja yenye mfumo wa uchaguzi ambao ni watertight, haipo. Lakini matatizo hata kama yapo, si tunakaa tunazungumza kukimbia uchaguzi sio suluhisho ya changamoto tulizo nazo hapa. Alafu watu wanakimbia uchaguzi, mara wanaandika barua, sijui mara wapeleke sijui nchi gani wapeleke nchi gani? Hii Tanzania ni nchi huru, nchi inayojitegemea. Matatizo yetu tunasuluhisha hapa hapa, hakuna kukimbia. Sisiem hakuna tafuteni literature review, hakuna nchi yoyote duniani, hakuna chama chochote kiliwahi kukimbia uchaguzi alafu akapata mafanikio huko mbele. Hakuna na mimi watu wa CHADEMA kama mnanisikiliza, ambao wale wachache waliobaki hapa Zanzibar, iko hivi. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya fedha ya hicho chama cha zamani, mimi nilikuwa nawatafutiaga pesa kwa hicho chama cha zamani. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya kunua majengo, tulipopata ruzuku nilitenga fedha kuja kunua jengo na Zanzibar, badala ya kunua ile Mikocheni. Nikaja hapa Zanzibar, nikasavei, nikapata jengo, tukakubaliana bei, nikarudi kule sasa nitoe pesa nije nilipe hapa, wao walikataa. Manake ni chama chenye kiburi, chama kinachodharau upande wa Zanzibar, wanaona haina nguvu. Kwa chama peke yake nchi inayoheshimu Zanzibar na bara ni Chama cha Mapinduzi peke yake na ndio ina nguvu hiyo, upande wa bara na upande wa visiwani hapa, ni chama cha mapinduzi peke yake. Kwa mimi napomalizia, mheshimiwa mwenyekiti, iko hivi, wewe ukiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi chama kikubwa, wazungu wanasema you are, you are the backstop. Malalamiko yote yanaishia kwako wewe kwa, kwa niaba ya wana CCM wote na kwa niaba ya wa watanzania wote ulipoleta uwekezaji mkubwa kwenye bandari kule Dar es Salaam, iko chama changu walidiriki mpaka kusema kwamba wewe unapeleka uwekezaji Dar es Salaam kwa sababu wewe ni Mzanzibari, ambao ni ubaguzi. Sasa leo bandari ya Dar es Salaam ina tija kubwa, hapa East Africa ina efficiency, tuna leo tuna mizigo mingi kuliko Mombasa kwa sababu ya uthubutu. Kwa mheshimiwa mwenyekiti hapa unaenda kushinda wali saniya, alibora, alisema, wa kushiba huonekana kwenye sania, si ndio? Ken Walibora alisema siku njema huonekana tangu asubuhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni siku njema inaonekana kote tulikopita, siku njema inaonekana toka asubuhi. Kwa heshima kubwa na taadhima, mimi nimetoka kule bara naleta ushuhuda kwamba kazi kubwa ndani ya miaka minne imefanyika huko bara, na hata Zanzibar leo tunapita hapa msigu wa rafiki yangu ananiambia hivi, hii ndio ile Zanzibar? Tukaona kujaga vikao miaka sita iliyopita, mbona kama anataka kupotea? Ni kwamba kazi kubwa amefanya rais wa Zanzibar, kazi kubwa amefanya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Twendeni tukapige kura ya kuendeleza haya y maendeleo. Sasa wangapi wanampa Dr. Hussein Mwinyi kura? Kura za mheshimiwa Dr. Samia kura za wabunge wa CCM. Asanteni sana, Mungu awabariki.